matendo ambayo tunayafanya sisi yako tofauti, kila mmoja anafanya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjalia. Lakini pia mtu mmoja huyo huyo anaweza akafanya matendo tofauti, wakati mwingine ikawa anapenda mtu pengine kufanya kitendo fulani, wakati mwingine anapenda kufanya kitendo hichi, wakati mwingine anapenda kutoa sadaqa, wakati mwingine anapenda kuswali, wakati mwingine anapenda kutaja kumtaja Allah, wakati mwingine anavutika sana kusoma Qur'ani haya yanasababishwa na zile hali ambazo zinazopitikia mtu katika moyo alwaridat, hali zile ambazo ahwalu lati taridu ala alqalbi, hali ambazo zinakuwa zinapita katika nyoyo zetu ndizo ambazo zinasababisha sisi kutofautika katika matendo au kutofautisha matendo, ikawa mtu siku hii anafanya matendo haya, siku nyingine anafanya matendo haya, lakini hapa tunakusudia katika matendo ya kheri zaidi. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba hali ambazo zinampitikia mtu katika moyo zinataathira katika matendo yetu. Wakati mwingine mtu mwingine anawezekana katika moyo wake ikawa kafikwa na hashi kubwa akawa anamwogopa Mwenyezi Mungu anamcha Mwenyezi Mungu kupita kiasi. Kwa hiyo ile ikampelekea sana kufanya ibada kwa wingi. Ikawa pengine mtu hatoki msikitini, anaswali tu, anamtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakati mwingine mtu pengine kafikwa na huzuni fulani, kafikwa na tatizo fulani, ile ikamwathiri katika moyo wake. Taathira ile ikamsukuma katika baadhi ya ibada, pengine ikawa ana soma sana dua, anamnyenyekea sana Allah, analia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Au mtu wakati mwingine afikwa inkisar, yani anahisi udhaifu eh, anahisi ukasoro katika moyo wake kwamba labda yeye anakosea katika baadhi ya matendo kwa hiyo ile ikampelekea pia yeye kufanya istighfari kumuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala msamaha. Wakati mwingine mtu kafikwa na neema fulani akafikwa na furaha katika moyo wake, furaha ile ikampelekea kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa tunafahamu ya kwamba kumbe yale matendo ambayo tunayoyafanya yanaathiriwa na yale matendo ambayo au zile hali ambazo zinatupitikia katika nyoyo zetu. Ndio maana tunaona kwamba ni muhimu sana mtu kulea moyo, kwa sababu moyo kila unapolelewa maana yake zinakuwa zina, zina moyo ule unatawaliwa na hali nzuri nzuri. Zile hali ndo zinapelekea wee kufanya matendo ya kheri. Ndio maana maulama wakasema, alqalbu malikul jawarih, moyo ndio mfalme wa viungo vyote. Waljawarihu junuduhu, na viungo hivi ni jeshi, ni askari wa moyo wakiamrishwa wale askari kufanya chochote na moyo basi watafanya. sala anasema: ala tambueni, kwa hakika katika mwili kuna kipande cha nyama kunakipande basi, basi tambueni kipande hicho ni moyo. Kwa hiyo moyo unamwathiri mtu kutokana na zile hali ambazo zinazopita katika moyo ule, kuumili katika matendo kadha wa kadha. Ndio maana sisi tuko tofauti katika matendo yetu. Kuna mtu ambaye anamili anaelemea zaidi katika kufanya jambo fulani, kuna watu wengine wanapenda kufanya ibada tu, pengine swala, kutaja sana Allah, kusoma Qurani, kufanya qiamu leili kama alivyokuwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam

Kuna wengine ambao wanapenda kutoa sadaka kuwasaidia watu. Mtu anaweza akatoa sadaka kupita kiasi mpaka ukashangaa yani, kwa sababu ule moyo wake unamvutia wa katika jambo lile. Ndio maana tukuta baadhi ya maswahaba kina Abu Dahdah radhiallahu anhu walikuwa tayari kutoa shamba zima ambalo lina mitende mia sita lina nyumba ndani yake kisima. Shamba lote lilitolewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, linatolewa katika sadaka.

akasema ndio, na mtu akimkopesha Mwenyezi Mungu atapata pepo. Basi huyu sahaba akatoa shamba lake lote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. E. Sasa na kuna wengine ambao wanapenda kuwahudumia watu na kuna wengine ambao wanapenda kuamrisha mema na kukataza maovu. Kila mmoja Allah subhanahu wataala kamjalia katika kitu ambacho anachokipenda kwa sababu ya ule moyo wake vile ambavyo unavyomsukuma kwa hiyo, inavyotakiwa mtu aulee moyo wake ili upate kumsukuma katika mambo ya kheri. Na hii hikma inaonyesha kwanza ule uhusiano ambao ulio kuwepo baina ya moyo na vitendo vya mtu vile, yani vile vitendo vile vinavyofanyika, mara nyingi vinaathiriwa na nyoyo zetu. Lakini hikma hii pia inatuonyesha siatu ashari'ah islamiya, upana wa sharia ya kiislam yani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake kajalia kwamba katika hii sharia ya kiislam kuna matendo tofauti. Mtu anaweza kufanya kitendo hichi, anaweza kufanya kitendo hichi. Ili maana yake mtu ikiwa akafanya kitendo fulani akachoka kufanya kitendo kile, basi anaweza akafanya ibada nyingine ambayo itamfanya kwamba awe ni mchangamfu katika ibada ile. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala